Si mimi niunganishe hao wabunge wetu, jameni, pamoja na gavana na seneta na kila mtu, ndio Turukana iongee lugha moja, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Ama mnasemaje? Si umoja ni nguvu jameni? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Na hii serikali inatosha, hawa watu wote. Sio lazima mmoja aondoke ndio mwingine aingie. Inatosha hawa watu wote. Mimi niko na rooms ya kutosha hii watu wanatoshea huko ndani. Ama namna gani, my friends? Tunaelewana? Mimi nimefurahi ya kwamba mulisikia nikisema ati hapa Lake Turkana is the only lake ati samaki inakufa out of old age. Ati samaki inakaa hapo mpaka inakuwa mzee. Kingojea nani atanikula. Lakini sasa nimekubaliana na hawa viongozi na mkiona jana kwenye baraza la mawaziri tulipitisha a new program yenye Hassan Joho, waziri wa mambo ya uchumi samawati, atafuatilia from next year ambayo ina include mambo ya Lake Turkana exploitation in a way that is going to be commercially uh, uh, affordable and making sure that we tap into the resources of Lake Turkana to feed our own people. And for commercial reasons to sell to other areas. Tumekubaliana mwisho kabisa, tuko na mafuta hapa Lake Tur, hapa Turkana, si ndio? Ama mulisahau kulikuwa na mafuta? Mumesahau, mmekuwa muda mrefu kweli. Lakini sasa jana tulipitisha a new field development plan ya mambo ya mafuta ya hapa Turkana. Hii mafuta lazima itoke chini na mwenye kutoa hiyo mafuta chini ni mimi na serikali, itatoa hiyo mafuta chini ni hii serikali mlinisaidia kuunda. Nyi mnanielewa. Januari mimi nitaita hawa wabunge. Nicholas, ukuwe mstari ya mbele, si ndio? wakuwe mstari ya mbele Januari tunaweka bunge ile ambayo tunaita bunge itaitwa on an emergency kupitisha ile field development plan ya hapa Turkana, ndio kufikia Disemba mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, hiyo mafuta iwe imetoka chini, nyinyi mmefaidika na Kenya imesonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Tuendelee na hiyo kazi ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelewe tuendelee. Na nimekubali ya kwamba tukitoa hiyo mafuta tutengeneze hii barabara ya shortcut hapa. Hiyo ya kupitia hapo kwenda Nakuru haraka haraka. Ndiyo hiyo mafuta itembee haraka haraka dunia iweze kusonga mbele. Mambo ya amani sio, tafadhali. Lazima tushirikiane sisi wote. And I want to ask every officer in the security sector to make sure that we protect the young people of our nation from drug abuse na maneno ambayo inaharibu maisha yao, maneno ya vijana wetu kulishwa bangi na mihadarati na mambo yale mengine ambayo inaharibu maisha yao. Ni responsibility yetu kama wazazi na serikali kuungana, ndio tuweze kutetea na kuhakikisha kwamba tunawaprotect watoto wetu from such harm.